Agano la Kale limeandika e, nguruwe hapa sikuliwa mm. lakini leo analiwa lakini. mm. kuna makanisa ambayo yanasimamia kusema kwamba huwezi kula nguruwe kwa sababu Biblia imekataa. ni mtoto wa nne wa mwalimu Jackson hananja na nilizaliwa Dar es Salaam miaka hiyo ya nyuma uh -huh. lakini baadaye sikupenda kuajiriwa mimi, nilipenda kujiajiri mwenyewe na wazo langu, nilikuwa na fedha za kutosha. Unyonge ni kitu kimbaya sana wana fedha sio dhambi mm. -hmm, kupenda fedha ndio dhambi. Hata Biblia imeandika fedha ni jawabu la <gibu> mambo <gibu> yote uh -huh. lakini kuwa na fedha sio dhambi, kupenda mm -hmm. fedha ndio dhambi. Timotheo wa kwanza sura ya sita mstari wa sita eh, ile Timotheo wa kwanza sura ya sita mstari wa sita mpaka wa kumi anasema: lakini utawa duniani, na kuridhika ni faida kubwa, kwa maana hatukuja na kitu duniani na atusikoka na kitu tukiwa na chakula na nguo tu na vitu hivi, lakini hawa watakao kuwa na mali wangu katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru sio za wanadamu katika upotevu na uharibifu. Mstari wa kumi, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Tafsiri ya kupenda fedha ni kutanguliza fedha kuliko jambo lolote. Uko tayari mm-hmm. kuua mtu, uko tayari kumtoa mtu kafara, uko tayari kuiba ili upate fedha, hiyo ndio dhambi. Lakini kwa fedha, kwa fedha ni jambo muhimu sana, ni jambo la maana. Ndio maana Biblia inaandika kwenye eh, Hagai sura ya pili mstari wa nane, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi lakini pia anaandika vizuri kwenye Mhubiri sura ya 12 mstari wa saba, kama vile hekima ilivyo ulinzi ndivyo fedha ilivyo ulinzi. hmm. bila ya fedha huna ulinzi. Ndio maana vijana kama wana hela wanatengeneza bonge la wallet vyanida, na vitambulisho vya nida na kupiga kura. Hamna hela wanatengeneza ulinzi. Wakina mama mipochi mikubwa mpaka anatembea kama bouncer uh, pochi zito na lipstick na wanja na ameweka na vitu vingine <laughs> kwa na hela mimi nilipenda kwa na hela mm. -hmm. kwa nikaenda kushimba dhahabu

kwenye kitchen party sasa. mm -hmm. Uh, binti unaenda kuolewa, uh, ukitaka hii ndoa ivunjike basi ushike simu ya mume wako. Tunatamani kusikia hii kwa upande wa baba ambaye tayari ana experience ya muda mrefu kwenye ndoa. Ha, unajua, sasa wakati mnaoana kila mtu alikuwa kwenye mambo yake ya maisha mila mm -hmm. akuwa na boyfriend wake sio boyfriend wa, wa mahusiano mchumba wake wa sio yule mm -hmm. ndio mchumba wa kwanza akua mm -hmm. na mchumba wake wa wakati m vile vitu havijaondolewa Mnaona? Mm -hmm. Na tayari ameshaoa. Hiyo kitu vinahitaji safari ya taratibu taratibu. Mhm. Uh -huh. Na kisheria, simu mtu akisajili ni mali yake kwa sheria. Mm -hmm. Kwa mambo ya familia ile vitu vyote ni vya kwenu. Mm -hmm. Lakini sasa kama kuna safari huko bado haijaisha taratibu, tatizo sio simu. Tatizo ni kushughulika na mtu na moyo wake. Uh -huh. Wala mara nyingi watu wanasimulia simu, shida sio simu. Mm -hmm. Ndio maana niwaambia bange na wewe mgomvi nani? Bange iko kwa pusha, wewe unaifuata mwenyewe. Uh, pombe nawe mgombi naye pombe kwa kwenye baa we unaifuata mwenye. Wewe ndio mwenye matatizo. Kwa hiyo simu haina shida, simu imeletwa kwa ajili ya maendeleo. Shida iko kwa mtu. Muhusika anatakiwa afundishwe mapema matumizi sasa ya simu, wale marafiki wale watu ambao wataleta shida kwenye ndoa. Yani, mtu yoyote watatu hatakiwi kwenye ndoa. Ndoa mara nyingi haivunjwi na wenyewe wawili, mm. Ndoa inavunjwa na mtu wa tatu. Ukisoma Mwanzo sura ya tatu, na nyoka alikuwa mwerevu kwa wanyama wote wa mwituni. Itavunjwa na simu, huyo mtu wa tatu. Chunga sana mtu wa tatu, mtu so, wa tatu, watatu asivunje ndoa yenu, usiruhusu hata kidogo. Itavunjwa na simu, mtu wa tatu, mkwe, mtu wa tatu, mama mkwe, mtu wa tatu, wadada wa mume au nini, mtu wa tatu, majirani, mtu wa tatu, ukishamfungulia mlango, mtu wa tatu ni hatari. Kwa hiyo nataka watu wafundishwe mape, mapema pia matumizi ya simu. Ndio maana nasema hata wanafunzi wa sekondari wanazuiliwa kutumia simu, nasema ni mambo ya nini ya kutokuwa na ufahamu wakati mwingine. Wanazoeshi waambie wana, njoni na simu, wekeni simu zenu hapa pembeni e, tunazifungia, someni Jumamosi, wasilianeni nyumbani, unaondoa msongo, unaondolea msongo, unaona e, unaondolea depression, watoto wanaongea nyumbani. Na mtu asiyefanya vizuri kwenye masomo wakati anasema hawezi kutumia simu, maana unaona simu inamchanganya. Watu watajitahidi, watakuwa wamezoea simu kwao. Ndio maana wanafunzi wakitoka uh, shuleni kule sekondari, akipata simu anasema ndio hapa hapa, hata kazi afanye kinaonekana kama kitu nadra sana, kama rimbukeni. Shida ipo kwenye simu, shida iko kwenye elimu juu ya matumizi ya simu. Shida ipo kwenye ee, habari ya kumcha Mungu, kwamba hiki kitu tulichonacho kisituharibie safari yetu ya maisha, kisiharibu ndoa yetu. Kwa hiyo kinahitajika mafundisho uh, na mimi nikikushiba wewe kik... kwa sababu tunavalishana pete, hizi pete hatuvai kwenye kidole, tafsiri yake ipete na kuingiza moyoni Mm -hmm. Naweza kuwa hata na pete ya Tanzanite hata kumi hapo, kama moyoni haupo haina maana mapete. Makanisa leo ni mengi sana, kila kuona. Ndio vizuri. Eh, unafikiri ni kwa sababu ya wahitaji ni wengi kwenda kanisani au Wakristo wanafuata kwenda kupata vitu kanisani, sio kwenda kufuata kupata kuelewa neno la Mungu? ah, makanisa kuwa mengi ni jambo zuri kwa sababu Biblia imesema siku za mwisho, injili itahubiriwa kila mahali. mm -hmm. na sasa sa hivi bado siku hizi sio siku za mwisho. Hizi ni dalili tu, siku za mwisho bado. Kufa kwa watu si mafuriko si nini, hivi vitu vidogo sana watu wanaongopa. Siku za mwisho ni hapo watu watakapomwamini Yesu tu bila kutegemea vitu, ndio siku za mwisho tayari. Hawezi kuja Yesu, hawezi kuja katika mazingira haya watu nangopu. hmm. Hmm. bado wanauziwa epo na upako bado kwa hiyo kwa makanisa mengi sio shida na sio kanisa kuwa na madhehebu. Kanisa ni la Kristo tu ekresia kusanyiko la watakatifu. Ndipo mahali popote pa anasema kwenye Petro wa kwanza sura ya pili ya e ule mstari na wa tisa bali ninyi mzao mteule ule taifa takatifu watu wa milki ya Mungu ukuhani wa kifalme mlipa kutoka giza mzitangaze fadhili za Bwana anaandika vizuri sana kwenye matendo sura ile ya, ya pili mstari wa 47 Mungu alizidisha kanisa kwa wale walokuwa wanaokoka Ehe, anaandika kwenye Zaburi ya 16 msari wa 3. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora ndio ninaopendezwa nao. Hiyo ekresia iko mahali popote. Sasa hapa inachotokea ni madhehebu tu. Ehe. Ndani ya madhehebu liko kanisa, watu wasioonekana wanaotembea kwenye hali ya kiroho. Popote hakuna kundi la kwenda mbinguni special, no. Habari ya mbinguni ni ya mtu huyo mmoja. Nasema watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja atatwaliwa. Nasaga ngano, mmoja atatwaliwa, mmoja atatwaliwa. Na okay, ukisoma Rumi sura ile ya nane mstari wa 15 nasema tupokea roho ya utumwa ileta uoga. Tupokea roho ya wana ambayo kwa hiyo twalia Aba. Mstari wa 16, roho zetu na roho ya Mungu hushuhudia ndani yetu kwamba sisi ni wana wa Mungu. Yaani, hata kama mnasifu vipi, mko kanisa ama dhehebu, mnajiona bora, lakini mwenyewe moyoni unajua, parapanda ikilia, siendi na zuga. Mwenyewe lazima ujue, hapa ikilia leo, siendi. Kwa hiyo sasa hivi ni madhehebu mengi. Madhehebu ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu, kukusanyika pamoja. Kwa hiyo mpango e, wa mwanadamu kaa pamoja kukaribisha uwepo wa Mungu. Kwa hiyo ndani ya madhehebu ilikuwa kanisa la Mungu. Kwa hiyo madhehebu mengi ni jambo zuri tu, hakuna jambo, hakuna ubaya. Kwenye vilabu vingi, walevi wengi. Kwenye makanisa mengi, waumini wa, wa watakuwa wengi. Uhitaji ni mkubwa sana. Sasa shida sio kwamba watu wanaenda kufuata vitu ha? Shida ni kwamba bado vijana wanajitafuta, walioanzisha makanisa wanajitafuta kutengeneza ehe wafike kule ambako Mungu anataka wachungaji. Kwa hiyo, mnatumia njia gani kufasiri maandiko? Kwa sababu andiko linaweza likawa moja, alafu kila mchungaji akalifasiri vyake kunye, e, na kwenye na kuli practice kwa waumini wake. Hapo ndio kwenye tabu, hizo doctrine mafundisho ya kila mtu kivyake kutafsiri. Kwa sababu Injili kwa aina tatu, aina kwa ya kwanza Injili ile logos iliyoandikwa kwenye Biblia ambayo ile ndo yenyewe hasa. Aina ya pili rema ni ile sisi tunayozungumza ya maneo, kila mtu anatafsiri kivyake fuatana na kiliyake, malezi, kiwango cha elimu unajua Haya mambo ya takuenda shule bwana mm -hmm. Sio umeamka tu asubuhi. Oh haleluya <tipa> unafoka tu tu sauti bwana. Bwana unatemea mate maji tu. Oh haleluya utafikiri msukuma wakati wote. Wewe hiyo nataka uende college pia wakati mwingine. Eh eh. Sema <tipa> ah hitaji uko college inirobe, na Roho Mtakatifu kule pia una college ufundishi tu kuhubiri. Unafundishwa mm -hmm. Psychology. Unafundishwa philosophy kuishi na watu, namna kuzungumza na watu. Huwezi kuwatukana wale waumini ukawatisha. Wengine wamekuja tayari wana majeraha, wanahitaji majibu. Majibu yapatikani kanisani. Kwenye Zaburi ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 5, Biblia inasema Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinua, kupelekea msaada kutoka patakatifu kwake na kutengemeza kutoka Sayuni. Mstari wa 3 unasema azikumbuke sadaka zako zote na kutakabali dhabihu zako. Mstari wa 4, akujalie kwa kadri ya haja ya, ya, ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Mstari wa 5, kwa jina la Mungu wetu tuzitweke bendera zetu, tushangilie wokovu wako. Bwana akutimizie matakwa yako yote. Kwenye Zaburi ya 118 mstari wa 21 Daudi anasema na kushukuru Mungu kwa kuwa umenijibu. Sasa kuna watu wengi wanakuja kanisani Yawusi, mm-hmm, wana maswali, au sio? Wanahitaji majibu. Kwenye dunia kuna majibu, ana kwa ndugu hakuna majibu, kwenye anakuja hapa anakuta ana matusi na kumtisha kwenda jehanamu. Unakwenda kuzimu sasa. Mimi mtu mmoja juzi juzi amesema ana, ananje ameniona kuzimu. Kasa sasa sasa hata Yesu alipokufa mara ya kwanza alienda kuzimu. Wewe kwenda kuchukua funguo. Kwa hiyo mimi kana nimeenda kutalii, nimeenda China, nimeenda Marekani, nimeenda Uingereza. Bado kuzimu tu niende pia. Kwa hiyo kuna shida gani? kama ameniona yeye yeah, alienda kufanya nini? Mimi wasishangae. Kwa hiyo kuna kuru, Biblia hii andiko ya aina tatu hiyo, kwanza logos, ya pili hii rema, ile ambayo kila mtu anasoma anaeleza anavyotaka. mm -hmm. ya tatu ushuhuda. Ndio, ndio injili ya kweli, anasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda. Nyama mm -hmm. sio kwenda mbinguni, nyama kwa ajili ya tumbo, chakula eh. Hakuna mtu ambaye atakatazwa kwenda mbinguni kwa ajili ya chakula. Agano la Kale kilizungumza ilikuwa ni kwa ajili ya kwenda kitabu cha mambo ya Walawi ni kitabu ndio mpaka watu waende shule. Ni kitabu kinachohusu mambo ya usafi wa ibada. Mhm. Mm, usafi wa manyama manyama ya ovyo ovyo, kuchemsha chemsha, watu walipata magonjwa sana wakafu. Hata ni nani alitakiwa aseme wakati ule, wenye neno la mwisho walionekana kama ndio walimu, madaktari wenye ufahamu wa kila kitu, viongozi wa imani. Viongozi wa dini walisikilizwa. Wakisema wao ni Mungu amesema. Mm. Unajua hata yeye mambo ya maadili yalikuwa na miko, kwa kwa hiyo hao walitengeneza nguruwe ni haramu, nguruwe hapaswi kuliwa, ni kama miko vile, kama mwiko fulani. Lakini nani waseme? Wenye nguvu kwa viongozi wa dini waseme. Lakini sio kwamba mnyama mtu akila haendi mbinguni, Mungu atamuuliza juu ya mnyama. Chakula, Biblia imeandika ni kwa tumbo, na baada ya tumbo kinaondoka. Habari ya mbinguni sio habari ya mnyama una nyakati na majira vitu hivyo vinaisha. Na Biblia imetengua kule aliposhushiwa Petro unasemaje sasa huyu? Kama mtu hataki kula, mimi mwenyewe si si mpendi, si limbuzi, si linguruwe, si libata, vile walivyo tu. Eh, mnyama ana shingo, hana kiuno, mimi nikasema na mlaji yeye saa zote kama ana mafua simtaki. Eh, sio kwamba kwangu, kwangu haramu, mimi simtaki tu. Hanipendezi, wanyama wote mbona wapo tu wazuri, okay. Hata Na na ndio maana sasa wakati mwingine bado dhamira zao zinawashtaki wakati mwingine. Kwa nini hawamwiti nguru watasikia kiti moto? Mbona ng'ombe haitu hivyo? Ukiona mtu anaogopa kuita kile kitu anachokula, anabadilisha na kajina, kujua dhamira bado na mstaki.